Ajui mtoto amekula nini, mtoto ameshinda wapi, mtoto amefanya kitu gani au amefanyiwa kitu gani. Na anaporudi kutoka kazini anapitiliza aidha kwenye vikoba, aidha kwenye shughuli zake binafsi, au kama amechoka analala. Kwa hiyo mtoto anakuwa kama vile yani kamezaliwa kajilee kenyewe, na ndipo ambapo mtoto anaweza akaja akawa anajifunza tabia za hovyo sana na mzazi kujua. Tukumbuke, ndoa ni taasisi ya kwanza inayotuzalishia jamii njema na mtoto katika umri wa miaka sifuri mpaka miaka mitatu ndipo ambapo anajifunza mambo mema mengi au mabaya mengi kutoka kwenye familia. Na ndio maana unaweza kukutana na kitoto kimeanza kuongea tu, kikiongea maneno matano matatu ni matusi, ni fayage. Kwa nini ile jamii nafayaje inayomzunguka? We ukija nyumbani, baba unafika mlangoni, we mbwa hupo, unamwita mke wako, we mbwa upo, unamuta, kale katusia, ujifuta baba mama, neno la tatu takajifuta ni mgwa nalewa na mzazi. Yani, mtoto wetu anazaliwa hana kitu kichwani, ni karatasi nyeupe ambayo hajaandikwa chochote. Kwa hiyo wewe mzazi unaweza ukaandika kitu chema au kitu kibaya ndani ya nini ya ile karatasi nyeupe ambayo ni mtoto wetu, lakini unaweza ukakutana kingine kadogo lakini kakisimama hapo kipa imak kinahubiri mpaka mtaanza kutoa machozi. Ni, ni mazingira anayo kuzu, anayo, kwa nini ni mazingira anayokuzwa nayo akiwa mtoto huku chini, nisikitike mimi <laughs> nisi- nisichukue muda ziada ya hapo anyway, tutaomba mwaliko mwingine mkojani, wachina wengine. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza.